Yohana 15:18 hadi 19. Iwapo ulimwengu ukiwachukia mwajua ya kuwa umenichukia mimi kabla ya kuwachukia ninyi. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu. Kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Ukiangalia okay, Yesu alikuwa anasisitiza ana, sana. Kuna vitu ni kama hivi ana deposit ndani ya fikra zetu, anaweka ndani ya mind zetu, anajaribu kuondoa kile kitu kinachotuzuia, anaweka kitu kipya kitakachotusaidia. Kimcho kicho mcho Yesu alikuwa anafanya, anajitahidi sana kusema ninyi sio ulimwengu huu, sio ulimwengu huu, hata kama mpo sio ulimwengu huu. Ndio maana Biblia inatuambia yatafakarini yaliyo juu Mungu aliko, anasema mlikufa, kwa nini mmefichwa pamoja na Kristo na uhai wa Kristo uko ndani yetu. Yatafakarini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa sababu sisi sio ulimwengu huu inatakiwa ufikiri utokee kule uliko ukiopareti huku ulipo. Sisi kinachotushinda, tunapompa Yesu maisha yetu hatuwi na picha ya kwamba kuna namna tumechukuliwa, hatuwi na hiyo picha. Usoma kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari kumi na tatu anasema naye akatuhamisha kutoka katika ufalme wa giza akatuingiza katika ufalme wa mwana wa, wa pendo lake. Alitutoa katika ufalme wa giza akatuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, naye akatuhamisha. Biblia inasema alitutranslate Aitumisha kutoka kwenye ufamu wa giza, kwenye ufamu wa mwana wa, wa pendo lake. Tunapompa Yesu maisha yetu hatuna ule mtazamo, hatuna ile mentality yaamba kuna namna tumehamishwa, kuna namna tumepewa, tumekuwa promoted, tumetolewa kwenye ufamu wa giza, kwenye ufamu wa mwana wa pendo lake. Hata kama ukibatizwa ukapata kominio kipa imara utaenda motoni kama huna Yesu ndani yako, lakini kama umempa maisha yako hata kama hujabatizwa hujapewa kipa imara wala hujapata kominio, mbinguni unaenda, sababu kinachompa mtu garantii mbele za macho ya Mungu ni mauzo yake ya kumi, kumi, vi, ikiwa, ni buwana, na Mungu ndani ya roho yake Warumi. Sura hivi ikiwa utaamini moyoni mwako kwamba Yesu ni Bwana, alikufa na kafuka, nasema ikiwa utamkiri kwa kinywa chako kwamba ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba alikufa na kafuka, nasema utaokoka, kwa maana kwa moyo mtu hupata haki, na kwa kinywa ukikupata wokovu. Mtu anapompa Yesu maisha yake, ndani yake uingie mtazamo, iwe ni sherehe kuu ndani ya moyo wake, awe na fikra ya kwamba sasa nina Mungu ndani yangu, nimeunganishwa na Kristo ndani yangu. Unafanya hata sherehe na shango, sababu umehamishwa, lazima naye, akatuhamisha katika ufalme wa giza, akatunza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Unapompa pale, ni kwamba unatolewa, unaketishwa pamoja na Kristo juu sana Ukusoma kitabu cha Waefeso we, sura ya pili kwanza, kwa msari wa sita anasema kwamba tupuka katika kada tulikufa pamoja na Kristu tukafufuliwa pamoja na Kristu tukaketishwa pamoja na Kristu. Waefeso sura ya kwanza msari wa kumi na tisa na kuendelea anasema juu sana kuliko falme na mamlaka na sultani na wakuu wa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Ulipompa Yesu maisha yako, ulinyanyuliwa ukaketishwa juu sana kuliko faume na mamlaka na sultani katika ulimwengu wa roho, juu sana mahala ambapo Yesu ameketi ndipo umeketi sasa. Angalia asema hivi, tulifufua pamoja naye tukaketishwa pamoja naye, na Biblia inatuambia Yesu ameketi mkono wa kuume wa Mungu wa Mungu na mimi pia nimeketi mkono wa kuume wa Mungu. Kama nimeketi mkono wa kuume wa Mungu ndio maana Mungu anasema sisi tumeshinda na zaidi ya kushinda katika Kristo aliyetupenda. Kwa sababu mahali tulipo ni mahali watu hawajui kufika. Kwa lazima tuwe na hizo mentality. Sikiliza, hapa Yesu an, anatafuta kutuingizia ndani ya vichwa vyetu asili yetu ni ipi? Anasema nyinyi sio duniani kama mimi nisivyo duniani. Kwa nini anasema kama yeye? Sisi, sisi sio duniani kama yeye. Ni, ni kwa sababu tunapompe sumeshetu tunakuwa tumeunganishwa pamoja naye, tunakuwa ni mwili mmoja.